Maandalizi yote kama alivyosema kaimu mganga mkuu yako vizuri, yamefanyika katika ngazi mbalimbali mbali, katika vituo ambavyo mtakavyofikia kwao. Tunashukuru, tunatumaini kwamba ushikeni wote watapata, ili angalau ile tija ambayo mheshimiwa rais eh, anataka ionekane kwa wananchi wake. Kwa tunashukuru sana, kama tunavyofahamu katika nchi yetu au kwa mkoa wa Geita kwa ujumla bado tuna changamoto nyingi sana za kiafya kwa wananchi. Wananchi wetu wana, wana magonjwa mbalimbali na bado madaktari bingwa au wataalamu hawatoshelezi. Kwa hii programu ambayo Mheshimiwa Rais ameanzisha kweli ni programu njema. Inatujalia kwa kiasi kikubwa sana kuwafikia wananchi wale wa mbali vijijini ambao akatumingile pata uwezo ni mdogo wakawezaana na madaktari bingwa kwa hiyo nafasi kume zinavyopatikana unakutana na, na wananchi wetu, inasaidia sana kuondoa zile changamoto za kiafya ambazo wananchi wetu wanazo huko. Nadhani ni wazewetu, ameshapita maeneo mbalimbali na kufika huko vijijini, unaona hali y halisi ya wananchi jinsi wanavyopata changamoto za magonjwa. Tuna, tunashukuru na tunaomba kwa kweli, ili zoezi lifanyike vizuri na tunatumaini kwamba eh, wananchi wetu eh, watapata eh, kila ambacho wanakihitaji kwa mkoa wa Geita. Kwanza tuna seti tuna jumla madaktari ya madaktari hamsini. Kila halmashauri itapokea seti ya madaktari saba, isipokuwa halmashauri ya Geita town itapokea jumla ya madaktari nane ambako ameongezeka daktari bingwa wa kinywa wa pua wa sikio na kinywa. Kwa majina naitwa Dr. Steven Steveni Mwaisobwa, ni kaimu mganga mkuu wa mkoa wa Geita. Nimepokea idadi ya madaktari bingwa hamsini kwa ajili ya kuja kutoa tiba katika mkoa wetu kwa muda wa siku sita. Madaktari bingwa tuliowapokea ni kutoka katika sehemu mbalimbali za nchi yetu, ambao sasa kupitia mpango wa madaktari bingwa wa Dr. Samia Suluhu Hassan watakuwepo katika mkoa wetu kwa ajili ya kutoa tiba za kibingwa kwa wananchi wa mkoa wetu wa Geita. Mkoa wetu wa Geita una wananchi takriban milioni um, mbili na laki tisa. Kwa hiyo hawa madaktari waliokuja watasambaa katika halmashauri zote, katika hospitali zote za halmashauri katika mkoa wetu. Um, tuna halmashauri sita lakini tuna hospitali saba kwa maana kwamba za halmashauri kwa maana kwamba halmashauri moja ya Geita BC ina hospitali mbili, Zela na hospitali ya Katoro. Kwa hiyo zote hizo zitakuwa na madaktari. Kwa hiyo tunategemea ndani ya wiki wananchi wetu watapata huduma za kibingwa ambazo hawalikuwa wazipati katika maeneo yao, ilikuwa inabidi wasafiri mbali mrefu kwa ajili ya kupata huduma hizi, lakini kwa ujio wa madaktari hao sasa maeneo yale yale waliopo watenda kupata huduma hizi. Na sisi kama mkoa tumesha wahamasisha wananchi, tumeshawatangaza. Kwa hiyo wananchi wanafahamu na wanawasubiri kwa hamu madaktari hao, ili kutoa ili kupata huduma hizi na madaktari ambao wamekuja ni madaktari bingwa. Kuna madaktari bingwa wa magonjwa ya ndani, ya maanisha kwamba magonjwa kama vile kisukari kama vile presha na magonjwa mengine, lakini pia kuna madaktari bingwa wa upasuaji ambao watadili na mambo mbalimbali, lakini pia kuna madaktari bingwa wa usingizi, lakini pia kuna madaktari bingwa wa watoto, kuna madaktari bingwa wa pua, koo na masikio, lakini pia kuna madaktari bingwa wa kinywa na meno na madaktari bingwa wa magonjwa ya kina mama. Wote kwa pamoja watagawanyika katika halmashauri mbalimbali, hawatakuwa sehemu moja, kila halmashauri wataenda kwao. Tunategemea wananchi wetu katika wiki wataenda kupata zile huduma za kibingwa ambazo ambayo mwanzoni ilikuwa na walazimu wasafiri mbali mrefu, lakini sasa hivi watazipata katika maeneo yao.